naitwa Mazengo MC. Kama ambavyo niliwaambia awali, leo nimefika huku Miuji, Dodoma. Mbali wa kilomita tano kutoka mjini, na kilichotuleta jambo moja, tukuja kumuona bosi wetu. Tuna jambo naye zito kweli kweli, tarehe 22 dada yetu Tabitha ambaye anatarajia kufanya send off yake kujiandaa kwenda kufunga ndoa. Naomba niwakutanishe, ninyi wadau wetu wote na Tabitha bosi wetu wa tarehe 22. Karibuni sana. Tabitha. Unaendeleaje bamo? Vizuri. Asante, tumefurahi kufika kwenu, na lengo letu ni kuja kukuona tukaongea mawili matatu huko. Uko tayari kuongea na sisi? Ya, kabisa, kabisa. Oh. Asante Tabitha, na tamani watu wakufahamu. Sasa ujitambulishe kwa majina yako halisi kabisa kwa. okay, majina ni Tabitha Stanley William ni binti wa kwanza kati ya wa watoto watatu, kipenzi cha wa baba <laughs> <That is> daughter <laughs> mimi na wadau wote tuna tamaa kubwa sana ya kumfahamu bwana arusi mtarajiwa, lakini leo usituambie anaitwa nani, tuambie tu anatokea wapi ili tujue safari yako ilikuwa ndefu kiasi gani kutoka Dodoma mpaka kufika huko ambako umefika. Mwanaarusi ni mzaliwa wa Bariadi lakini ni mkazi wa Geita. Geita sehemu gani? Geita mjini. Ha! Dodoma. Paka Geita. Alafu ni mzaliwa wa Bariadi ni mkazi wa Geita. Sio hata labda angekuwa mkazi wa Dodoma hivi ila ni mkazi wa Geita na umeamua kwenda Geita. Anyway, hongera sana. Unaweza uh, kutuambia hata kidogo mara ya kwanza ulikutana naye wapi? Mwangu okay, mtarajiwa kwa mara ya kwanza kabisa nilikutana naye Jimbo Katoliki Geita. Wow. Kanisani. Wow. Wow, what a good meeting. Umekutana kanisani? Wow. Jimbo Katoliki. Utuambie basi, kanisani ulikuwa ulienda shule, ulienda tu ibadani au ulikuwa na safari zako, ulikuwa na mambo mengine? Ulikuwa tuna ziara zetu kwa masomo na yeye alikuwa na mambo yake tu hapo. Let's Ulikuwa na soma wakati sisi. Sange. Sange. Na yeye? Ah, hapana, alikuwa shamaliza. Alikuwa alishamaliza. Kwa hiyo ulikutana naye muumini na mwanafunzi angewahi kidogo tu miaka 30. <laughs> Tabitha, uh, natamani tu kujua kidogo. Wadada wengi huwa wakifuatwa na wanaume kwa mara ya kwanza, kwamba oh, hey, whatever wanaonaga, wana kama huyu mkaka, namna gani, vipi tu labda anakuja na stori zake, anataka kupita na kuondoka kwako, wewe kwa, kwa mara ya kwanza, wakati yule jamaa sasa anakufuata kwamba Tabitha, oh, I'm in love na nawewe, kwako ilikuwaje? Ulipokeaje? Uli, kwa mara ya kwanza kabisa kwangu, sikupokea kama ni ajabu sana, na wala sikuona kama ni kawaida sana, maana nilishatoka ku move on sehemu okay, kwa hiyo nikazidi kumwomba Mungu tu ili litimie kweli, kwa ulishapigwa matukio <laughs> alafu jamaa ndo anakuja <laughs> Sasa mda huo anasema nasema kama anabaki abaki, kama anapita apite tu poa, yani <laughs> Tabitha, tunakushukuru angalau tumepata kwa uchache kastori kako na mume wako mtarajiwa tulikuanzia na mpaka sasa. Uh, tunaelekea kwenye sendofu yako tarehe ishirini na mbili. Sisi tumejipanga vizuri kusherekea na kufurahia pamoja na wewe, lakini matarajio yako ni yapi sasa, kwa hiyo siku yako muhimu, sendofu yako. matarajio yangu watu kufurahi, kula pamoja na kunywa vizuri. Lakini pia Ninamwomba Mungu atuvushe salama. Wow. Kingine ninaamini tutakutana na watu ambao muda mrefu hatujaonana. Wow. Ah, tukushukuru sana Tabitha, kimsingi na sisi tunaendelea kukuombea, tunaomba Mungu pia tufike salama, ili tuende tukasherekee na kufurahi salama pamoja na watu wote ambao watahudhuria, lakini pia tunakuombea ufike salama kwenye tukio la ndoa, na ukae na ndoa yenye heri na amani na furaha nyingi zenye mafanikio. Asante sana e, bwana kwa leo, tunaishia hapa. ni washukuru sana kwa ushirikiano mzuri vinginevyo, tusubiri sasa jambo lenyewe, tarehe 22 kwa ajili ya send off ya Tabitha. Tufollow kwenye mitandao yetu, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter kwa jina la MC Mazengo. Shukrani.